Historia ya klabu ya Simba ina simulizi ndefu na nyingi sana za ubabe uwanjani. Klabu ya Simba ya nchini Tanzania ilianzishwa mnamo mwaka 1936 ikiwa ni miaka 84 iliyopita katikati ya jiji la Dar es Salaam, Kariakoo. Kwa sasa makao makuu ya klabu hii ipo mtaa wa Msimbazi, Kariakoo, jijini Dar es Salaam. Klabu ya Simba kabla haijajulikana kwa jina hili la sasa hivi kama Simba Sport Club ilipitia katika zama za kuitwa majina tofauti tofauti. Mwishoni mwa mwaka 1936, makao makuu ya timu hiyo ilikuwa katika barabara ya Uhuru na Msimbazi Kariakoo jijini Dar es Salaam. Waliiita Stanley FC kwa heshima ya aliyekuwa mtendaji mkuu katika serikali ya Uingereza. Baadaye viongozi walikaa na kuamua kubadilisha jina kutoka kwenye jina la mwanzo lililojulikana kwa jina la Stanley FC na kuiita jina la Queens wakimaanisha malikia, na jina hili lilidumu tangu kuanzisha kwa klabu hiyo mwaka 1936 hadi mwaka 1948, na viongozi wa timu wakaamua kubadili tena jina la timu hiyo na kuiita Eagle of Night au Igo. Halikadhalika, jina la Igo nalo halikudumu sana, lilikaa kwa muda mchache na kubadilishwa kuwa da Sunderland. Walijiita jina hili kutokana na kufanya vizuri kwa klabu ya Sunderland ya England iliyotwa ubingwa miaka hiyi, na hiyo ndio sababu klabu ya Simba mpaka hii leo wanatumia jezi nyekundu au alama nyekundu katika timu yao wakiwaiga machampioni wenzao wa London. Klabu ya Simba ndiyo klabu ya kwanza nchini kucheza mpira wa miguu huku wamevaa viatu, na hiyo ilikuwa mnamo mwaka na nane. Hali ya kuwa vilabu vingine nchini bado walikuwa wakilisakata kabumbu pekupeku peku. Pia klabu ya Simba ndiyo klabu ya kwanza kuvaa jezi rasmi kwenye mechi zao na walifanya hivyo mnamo mwaka 1951 na, na walipojiri mwaka 1960, klabu ya Simba ndiyo ilikuwa klabu ya kwanza nchini kupanda ndege na walipanda ndege walipoalikwa kwenye sherehe za mfalume Haile Selasi wa Ethiopia. Jina la Da Sunderland lilikufa na timu hiyo ikabadilishwa tena jina na kuitwa Simba Sport Club. Mara baada ya aliyekuwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa wakati huo, Hayati Abeid Amani Karume washauri kubadili jina hilo lililokuwa na maudhui ya kikoloni. Mnamo tarehe 31 Julai mwaka 1971 klabu ya Simba ilikuwa ndiyo klabu ya kwanza nchini kumiliki jengo la kwao wenyewe, jengo lililopo kitalu namba 6 pale mtaa wa Msimbazi. Na miaka ya zamani wale wachezaji waliokuwa wanatokea nje ya nchi walikuwa wakiishi katika jengo hilo tangu kuzaliwa kwa jina la Simba Sport Club. Mwaka 1974 klabu ya Simba iliandika historia ya kuwa klabu ya kwanza nchini kufika hatua ya nusu finali ya klabu bingwa Afrika. Kipindi hiko klabu ya Simba iliweza kuitoa Linare FC ya nchini Lesoto katika raundi ya kwanza kwa kuizaba magoli matatu kwa moja katika mji wa Maseru. Mungu ibariki timu ya Simba na Mungu wabariki wana Simba wote.